kuelekea maadhimisho ya siku ya sheria Chuo Kikuu cha Dodoma Yudom, ambapo hufanyika shughuli mbalimbali na leo tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2025 tumeanza kwa mashindano ya mahakama igizi, yaani Moot Court Competition, ambapo inakuwa kama ilivyo mahakamani; kuna kuwa na mshtaki, mshtakiwa majaji lakini pia kuna kuwa na kesi ambayo inakuwa inashughulikiwa. Na kwa kuwa mwaka huu hapa ni mwaka wa uchaguzi, kesi ambayo iko mezani ni kesi ambayo inahusiana na masuala ya uchaguzi, ambapo kuna taasisi isiyo ya kiserikali inayojulikana kama Justice for Legal Aid Clinic, ambapo taasisi hii hufanya kazi ya kutoa msaada wa kisheria kote nchini. Sasa taasisi hii imekwenda kuomba kibali kwa tume huru ya uchaguzi ya taifa kwa maana ya Independent National Electoral Commission INEC, kwa ajili ya kupatiwa kibali cha kuendesha programu za kutoa elimu ya mpiga kura, lakini tume hii imekataa kutoa kibali hicho kwa sababu kuu moja, na sababu yenyewe ni kwa sababu taasisi hii fedha zake za kuendeshea programu hizi zinazipata kutoka katika taasisi inayojulikana kama Global Justice Initiative, ambapo taasisi hii inajihusisha na masuala ya kisiasa. Sasa taasisi hii ya Justice for Legal Aid Clinic imepeleka mashtaka mahakamani kushtaki tume huru ya uchaguzi kwa sababu inaonekana mamlaka ambayo imepewa tume hii inapelekea kuvunja katiba ya nchi kwa mujibu wa ibara ya 18, 21 na 22. Na sasa ni nani ama ni upande gani ambao utaweza kushinda kesi hii mahakamani? Ndio tunakwenda kutazama, twende pamoja tukatazame. the the between Be to this fundamental rights which has been provided by the Constitution of of United Republic of Tanzania. Tari niko na timu ambazo zimeweza kufika hatua ya nusu finali, na hapa niko na timu Jalak, lakini pia niko na timu INEC kwa maana ya tume huru ya uchaguzi ya taifa lakini pia hapa niko na eh, Justice for Legal Aid Clinic. Mashindano siku zote huwa ni magumu lakini kutokana na kufanya tafiti, kujua majaji wanataka nini, kujua nyinyi upande wenu mna stand gani inatusaidia tumefika hapa tulipo. Ah, tumekutana na, na timu kadha wa kadha kila mmoja wapo ikiwa ina eh, ina weakness zake na strength zake lakini yote kwa yote, mapambano tuliyofanya katika kuhakikisha kwamba tunaweza kuitetea jamhuri na tume huru ya uchaguzi kiujumla kwenda kushinda hii kesi, ni kwamba tumepambana sana katika research, kwa maana ya tafiti na research hii ni legal research, kwa maana ya tafiti za kisheria zaidi, kwa maana ya kuzunguka kwenye kesi mbalimbali mbali, kuzunguka kwenye sheria mbalimbali mbali, na kuzunguka kwenye vitabu mbalimbali mbali. Kwa hiyo kama unavyoona sheria ilivyopana kwa hiyo tumepata e, masaa machache sana ya kulala e. Ndio, sasa neno lako la mwisho pengine kwa timu ambayo huko e, unahakikisha kwamba mnaipiga chini kuna e, kushinda mahakamani. Niseme wote sisi ni washindi, na nawapongeza wote kutokea tulioanza katika hatua za awali, lakini neno langu kwa timu inaokuja ni kwamba hakuna la zaidi, ni kwa maslahi tu ya mapana ya umma, ndio maana tunafanya tunachokifanya hapa, kwa maana watu wapate kujifunza watu wapate kujua elimu ya uchaguzi. Kwa hiyo chochote kitakachotokea, tushinde, tushindwe, tukiwapiga, it's got business. Asante sana. Mimi niwashukuru sana pande zote mbili kwa namna ambavyo mmejieleza, lakini nikwambie tu kwamba hii ni kwa ajili ya kujifunza. Na hiki ndio Chuo Kikuu cha Dodoma ambacho kinahakikisha kinaandaa vijana kwa ajili ya kupambana e, katika soko la ajira. Na wanaandaliwa wapi? Wanaandaliwa hapa hapa, wakiwa bado wanasoma. Langu jina ni Robert Mauya, twende tukashuhudie fainali. Ni nani ambaye ataibuka kidedea? Ni tume huru ama ni Jailak? Mimi sijui.